Team Skills, tuko Pemba. tuko Pemba mkoa, mkoani hapa. Tulengo kubwa tumekuja kufanya inspection, inamaanisha ukaguzi na upimaji mifumo mbalimbali. Tumefika tokea jana. A, tumepima jengo lote, tumepima mambo ya earth, tumepima vitu mbalimbali kwa sababu, lakini tulikuja scenario moja. Scenario hii ambayo tulikuta tukipima loop impedance from the origin kutoka kwenye main panel inatuletea almost thelathini na nane, thelathini na ngapi kubwa kidogo. Lakini cha ajabu tulikuja kwenye upande wa jengo, tulianza kuingia katika vyumba, tukipima loop impedance inatuletea 0.5. Tunajua system za ething; tunazo system tatu. System ya kwanza, kuna TT system, kuna TN system na kuna IT. TT system tunajua kwamba earth yote ukipima loop impedance hauwezi kupata below zero zero hauwezi hata siku moja, au lakini TN system ukipima lazima utapata chini ya, chini ya hiyo, chini ya ya TN, itakuwa kwenye hiyo na udongo, au imegusana na neutral kwenye jengo tulipoona itabidi tuja kwenye main panel kuja kuangalia okay. Tukaa pamoja tukacheki, kitu cha kwanza, labda tunarudishia hii kitu kawaida, turudishie hii group impedance yetu kawaida, ndio isi, isiwe chini ya yeah, value ambayo ya ITT system wakati tunapima sasa hapa Tukiangalia lupu inakuwa 0.5 and 0.5 hii ni aina ina, ina, ina, systemu, tunaita, TNC, no, TNS. TNS au TNC kwamba AC na nyutu zimekuwa combine zikiwa combine, kwa TNS maana inakuwa 0.85 maximum standard lakini TNC inakuwa minimum kuanzia maximum 0.35 maana ime combine sasa wakati mmoja tumefuatilia circuit zetu tukasema hizi ndio zimeenda kuishia kwenye jengo tulikuwa tuna walaki. Inawezekana kwa hizo madikebo zimepita underground, kutakuwa na walaki. Ni sehemu moja wapo ambayo imesababishwa, lakini ukiangalia, tukatoa hii kebo hii hii ambayo ni ya madikebo sipo, zimepitia chini. Tukajaribu tena kupima ile loop impedance ikaita 33.7. Standard ya earth fault loop tunajua itazidi 21, lakini tukiona value ya hii, tunajua kebo yetu iko safe. Kwa moja kwa moja tukajua hii amadi kebo hii hii aidha, neutral hii imepanche, imegusana na udongo au hii kebo ya S ya kule kwenye jengo au iliyotoka huko, hii strand, hizi strand zimegusana na hii neutral. Kwa hiyo tupo, tunaweza kufuatilia hii ili tuweze kutatua ile tatizo, maana linasababisha kuna tripping zinatokea kwa ndani, lakini pia hii sio scenario nzuri, unaweza kusababishia pia billing systems kazi na affectika kwamba unaweza ukajikuta ndo unalipa kile kiwango tofauti. Maana ni moja ya fault ya neutral fault, kati ya ground na neutral. Hii ni fault ambayo sio nzuri kwenye system. Ikitokea transformer neutral point imekatika, ina maana kwamba inakuletea direct kupitia kwenye zile line phase unbalanced, ndio kwa kwenye jengo lako wewe. Kwa hiyo kibanzi jengo lako jengo lako, unajikuta sasa umebeba load nzima ya kwenye transformer nimekuja kwenye jengo lako sasa ina, inakuta sasa ile neutral coil ambayo iligusana na hizo earth ambayo itakuwa ibebe zile current itaenda kukupeleka ule mzigo wote kwenye zile earthing hey, za jengo lako. Sasa tuombe Mungu earth zako ziwe stable. Earth zikiwa weak, ina maana zile phase ina maana zinarudi kwenye zinakuja kubalansia na earth ya jengo au cable ikiwa imekatika ni rahisi kumwathiri mtu au kuunguza vifaa, tunaita inakuwa na sagi kubwa. Kwa sehemu ya ku suppress voltage au sehemu ya ku balance phase ina inakuwa imekosa. Kwa hiyo, tupo tunaendelea na zoezi letu, tupo Pemba hapa, tupo zoezi kama siku mbili siku tatu hivi tutakamilisha, nadhani baada hapo hapo tutarudi Dar es Salaam. Asanteni sana.